Nafasi kwa sababu tunafikiri muhimu sana watu wapime afya, wapate ushauri wa daktari, na leo hiyo ni bure kutoka sisi. Tunafikiri muhimu sana kujua kukusu magonjwa ambayo yanayoambukizwa na ambayo yasiyoambukizwa, na kujua vipi kuzuia hiyo, vipi kwenda mbele. Kwa hivyo sisi ninasema kila mara, sisi sijasema sisi, sisi ni nani? Sisi ni kampuni fasiliti mbili, ndio hiyo ni Nesuda Polyclinic ambayo sisi tupo Dodoma Kisasa nyumba mia tatu na Amani Health Center ambayo ni Dodoma pia Area D. Sisi tunafikiri kwamba hiyo ni muhimu sana kuletea elimu kwa jamii kuhusu afya, kwa sababu watu mara nyingine hawajui vipi na nini inatakiwa kuangalia, nini kuogopa, nini, nini sio gani, yapo alama ya hatari, lini kwenda kwa daktari, lini inawezekana kufanya sio matibabu kali, ndio tunataka kuletea kwa watu wazo kwamba muhimu, kwa mfano, kwenda kwa kliniki wa wanawake ndio waje wazito, muhimu kwenda kliniki ya watoto. Kwa nini hiyo ni muhimu, nini ni mafua ya kawaida na wapi ni alama ya hatari na pneumonia na hivyo hivyo. Kwa hivyo hapa leo sisi tunafanya ushauri bure. Tiba ya damu salama ni tiba yenye utofauti na tiba zingine. Tunajua kama binadamu katika maisha ya kila siku tunakutana na adha mbalimbali za kimwili na tunapozungumza sayansi imekuwa kuna maviwanda kuna wataalamu tunatengeneza madawa mbalimbali kutibu watu wa namna hii, lakini at, as we are speaking now, hakuna kiwanda chochote kinachoweza kikazalisha tiba ya damu salama. Tiba ya damu salama, kiwanda pekee ni miili yetu wanadamu. Kwa hiyo ninapozungumza mimi kama mratibu, wewe mtangazaji, mwananchi yeyote na dhamana ya asilimia mia moja kuhakikisha tunajitoa, ili tiba hii ya damu salama iwepo siku zote katika benki zetu, na tuwasaidie watu ambao wanakutwa na changamoto za upungufu wa damu, maisha yao yaendelee. Tunapokosa damu kwenye benki zetu, tunazungumza kuzalisha vifo ambavyo tungeweza kuvizuia, kwa sababu tukiwa kwenye vituo vya afya, tunapotoa huduma, tukipokea mtu mwenye shida ya damu kama hatuna damu hakuna zoezi litakaloweza kufanyika kuokoa maisha yake. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kuchangia damu. Kuchangia damu ni hiari ya mtu, lakini ni muhimu kuchangia damu ili kuweza kuwasaidia watu ambao wanahitaji damu. Kwa kweli huduma ni nzuri, wametukaribisha vizuri, wametufanyia vipimo, tumepima uzito, urefu, presha, wingi wa damu, baada ya hapo ndo unatoa damu na unapotoa damu hamna changamoto yoyote unayoipata, utatolewa damu, unajisikia vizuri. Baada ya kutolewa damu utapewa soda pamoja na biskuti. Kwa kweli huduma ni nzuri sana, nimefurahi. Anapenda kuwafahamisha tu kuwa taratibu za utoaji wa damu tofauti na zamani kidogo, kwamba kwanza unapewa ushauri na utapima kama kiwango cha damu kinaruhusu kuchangia. Baada ya hapo utatoa damu na utaratibu wa kutoa damu ni kwamba vipimo vitafanyika. Kama utahitaji kupata majibu ya vipimo utavifata, lakini kama hautahitaji, ina maana damu itakapopimwa baadaye, ikikutwa ni salama itahifadhiwa. Kama haitakuwa salama, haitahifadhiwa. Kwa hiyo niwatoe wananchi hofu kwamba taratibu za upimaji ni salama kabisa na hazina changamoto yoyote.